Tunaezajua wewe ni nani uh? Mimi ni Gloire, PKG, uh, artist gospel, tunatumikia. Yeah, tunakukutana kwa mkutano hapa kwenye kanisa ya Philadelphia wanawza, yeah. Katuambia amekuja kufanya nini? Yeah, nilikuja kwa sababu ni invite, nimepata neema ya kuparticipate ama kuwa miongoni mwa wale ambao watatumika siku ya leo, na ni ndugu yangu Moise Petit Fred ambaye akanialika leo, akaniambia kama inawezekana tuwe pamoja, nikamwambia ni lazima ile tarehe 22 mwezi wa sita tutakuwa pamoja na nisika leo na natumaini ya kwamba tutabarikiwa. Asante sana. tunafahamu siku tunakuona kwenye mtandao ya kijamii. Sasa tunataka tujue, je, kusema uingie kwa afishi ya mtu au kama mtu anataka kukualika ili na wewe kwenye mkutano wake, sababu umetuambia kama yeye amekwambia amekuambia uh, uwe uwe kwenye mkutano wangu, yes. Ukasema hamna tatizo. Sasa kama yingine mtu anataka kuwa kwenye mkutano wako inaomba nini? Ah, swali lako David, my brother, Holy Mountain TV nawapenda sana. Lakini swali ndaijibu: ili mtu anipate niwe kwenye mkutano wake, amempokea Yesu anampenda Yesu na mwile, mkutano ni jina la Yesu tu ndio itainuliwa na tutakuja pale. Je, watu wamekuja kwenye hii mkutano, kuna wengine wameona sura, uh, picha yako yes, wakasema jinsi, ah, kaka atakuwa pale mm -hmm. Basi na sisi tutakuwa pale yep. Je, watarajie nini kutoka kwako? Watarajie yule Mungu ambaye anaishi ndani mwao anaishi ndani mwangu pia, atajitukuza siku ya leo. Kuna kitu nataka kuuliza. kuna vitu uh -huh. tunafanya masiku tunaona kwenye mtandao wa kijamii je, tuviongelea au? <laughs> <laughs> acha sekunde mbili na kupatia cha tuviongele, asante uh -huh. tunafanya masiku tunaona uh, uh, wedding uh -huh. wedding uh -huh, ina inaandaliwa. Je, ni uongo wa watu? ni uzushi wa watu? Je, unaweza kaongea nini kwa hiyo Naona wewe jamaa, uko nyuma kamera kamerae, mtu wangu anajua mambo yote. Kisa hivi, basi nitamuuliza, utamuuliza lakini. <laughs> Wedding ndio hivyo, tunajitahidia kabisa, huu mwezi wa nane mambo yote tunaenda kamilisha. Tunajua kama mtu iko na iko na andaa wedding anakuwa kwenye mambo mengi sana, yeah. Je, kwa nini hayo mambo haya kufanya wewe usije kwenye mkutano huu? Sababu iwe yue iwe chanzo cha kuambia mtu sitokuja kwenye mkutano, sababu niko yeah. na, na wedding kwa nini yeah. Wewe hukushikwa ah, okay kwa sababu uh, naona katika Biblia ukiangalia katika uh, ile tunaita uh, evangeli ama Matayo, Luka, Marko na na Yohana, ukiona wanasema, Yesu anasema kwamba kitu cha kwanza ni ufalme. Na wakati alikuja alikuwa anaongelea ufalme tu, akuongelea mambo ya dunia, akuongelea gari, akuongelea nyumba, akuongelea watoto, akuongelea ndoa, aliongelea ufalme na ni yani kitu cha kwanza ki, iko juu ya ndoa, iko juu ya watoto, iko juu ya kila kitu ambao tunaweza tukafanya, iwe safari ya kwenda sijui wapi, iwe kazi, ni ufalme. Sasa wakati ufalme unakuja, ili tumtukuze tena Mungu, kwangu mimi nakuja mbele hata ya ndoa, nakuja hata mbele ya shughuli zote ambazo zinaweza zikapita, kwa sababu ufalme ndio yote kwangu. Watu wengi yep, wanakuwa kimtumikia Mungu wakiwa single mm -hmm, mm -hmm. na wanakuwa kweli wanakuwa na hiyo nguvu za kumtumikia Mungu akiwa single. Ila sasa wakileta wake au wakileta wa uh, bwana wabwana zao Unakuwa... kweli nguvu nguvu yeah. zinakuwa zimepungua yeah. je huo uoga sisi tunao kwako tunajua ha, je itamfikia yeye wewe kivyako unasemaje? Napenda sana swali ni nzuri kwa sababu Biblia inasema kwamba yule ambaye anapata mke mke ni msaidizi. mkek yani mtu ambaye anakuja na mibaraka. Yani yule ambaye anakuja na mibaraka mibaraka uwezi ukazuia mibaraka kila mtu anapenda mibaraka. Na Biblia inasema kwamba mke ni mibaraka yule ambaye anapata mke amepata kitu kizuri. Sasa ukipata kitu kizuri ni lazima kile kitu kizuri kikusukume tena ndani ya mambo mazuri. Haiwezi e, kanizuia mimi kuendelesha tena kazi kwa sababu alinikuta ndani ya kazi. Na kwa sababu yeye ni kitu kizuri ambacho Mungu ameniletea na ni mibaraka, hata zidi kunisukuma ndani ya kazi. Yeye ni mwimbaji kama wewe. Yeah, ni mwimbaji. Yeah, yeah, yeah, that's true. Iko kwa hiyo ofisi, Aya yupo. Ah, uh, David, man. <laughs> Holy Mountain <now>, <laughs> wa yuko kwa hiyo afishi ayupo, ntakuletea ni tutamwona. Unajua, na naalepo nyuma kamera, tutamwona baadaye, kisha tutaongea mambo mingi, maanake tutarajie, after wedding kuna, kuna, kuna kolabo fulani itakuja. Okay, after wedding niko na program na ndugu yangu yuko hapa. Yuko hapa ndugu yangu mbea na ED, niko naye kabisa after wedding. Tunapanga kitu kikubwa sana na tunaenda na mambo mingi. Kitu gani naeza kaambia watu wanaokupenda wewe? Watu wanaonipenda mimi, kama hujaokoka na nanipenda, pokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, ili kwa sababu Yesu anarudi very soon. Mpokee wakati mimi nitapanda, nitafurahi na wewe ukipanda. Bwana, tuwe pamoja ili tumtukuze jinsi ipasavyo. Kwa neno la mwisho, kitu gani unaweza ukawaambia watu wenye wako single? singo mm -hmm. uh, sababu kwa mkutano tumekutana masingo ni wengi sana right. Neno lako la la kuambia unaweza kuwafikisha neno gani? Ya kitu cha kwanza ambao naweza nikawaambia, kitu cha kwanza na kimoja ni kwamba wakati utapenda ule mwanamke usimpende, kwa sababu kuna nabii alikwambia, Mungu alisema mpende kwanza wewe na yeye akuitiki akupende. Na kisha kupenda, nenda ukajichongee kwa mchungaji wenu mara moja, umwambie, kwa sababu upite kwenye mlango mkubwa, usipite dirishani bwana, ya dirisha haipatii samani kitu. Unaongelea mchungaji, je, wazazi hawana hawana faida? Kwa hiyo Ah, kwa sababu mzazi unakutana mimi mimi kama mtu kama mimi ni mtoto wa kwanza katika familia. Unajua wanasema kwamba watoto wanaume ni watoto wa mama mama mama zao. Unajua nikienda ambia mama kitu, mama atasema ah, mtoto wangu mwanaume lazima nimpatie vyote anataka. Mama, nimepata Ewa mwanamke ndo huyu ah, sawa sawa, mtoto wangu, umeshamchunguza umeshamwangalia. Wazazi wanakuwa ili kufurahisha roho ya mtoto ili mtoto asiumie. Lakini kwa wachungaji ama vitu vingine unakutana vitu vya makanisa, hii dini itakuonesha kwamba Mungu alisema aje. Sasa ningependelea umpende kwanza yule mwanamke mpendane naye, sababu wakati Daudi, wakati Daudi, samani, wakati Adamu aliamka, haiko Mungu ndo alimpatia jibu ya kusema kwamba mfupa, mfupa wako nyama yako. Ni Adamu, ilitoka ndani ya Adamu, ilitoka ndani ya Mungu. Mungu alimaliza tengeneza Eva, Adamu akaamka akasema angalia yule ambaye anafanana pamoja naye nyama nyama yangu mifupa mifupa yangu. Yani kusema Mungu anasubiri ile ambacho wewe utachagua, ili aiendeleze tena katika njia kizuri. Anasema kwamba Biblia inasema naipenda. Kwa Kifaransa inasema kwamba fais de l'Eternel tes delices et il te donnera ce que ton coeur desire. Biblia inasema kwamba ukipenda Mungu anakupatia haja ya moyo wako, na kama haja ya moyo wako ni ule ambao umekutana naye, basi wewe penda tu Mungu, na yule itakuwa ni mambo yako sawa.